Kuna msemo wa Mama Teresa wa Kalkuta mtakatifu unasema hivi: jana imepita, kesho haijafika bado, tulicho nacho ni leo tu, basi tuanze. Jana imepita, kesho haijafika bado, tulicho nacho ni leo tu, basi tuanze. Sasa nitatafakari juu ya maneno hayo, lakini naomba nianze na neno la Mungu, ili la e, waraka wa mtume Paulo kwa Filipi, kama tulivyosikia sura hii ya tatu aya ya kumi na mbili mpaka ya kumi na nne. Mtume Paulo aliandika waraka huu kwa Wafilipi akiwa gerezani. Nafahamu Paulo alikuwa nafungwa, anapigwa na fungu, ana pigu, ana safiri, e, bila kukata tamaa ili aweze kumtangaza Kristo. Kwa hiyo hata alipokuwa gerezani alikuwa bado anawaandikia yale makanisa, zile jamii mbalimbali mbali. Kwa, kwa mfano hapa alikuwa gerezani eh, akawaandikia hawa wa Filipi, na alikuwa nawapa moyo ili waweze kuendelea katika safari yao ya Kikristo wasikate tamaa. Na Paulo, tumesikia mwenyewe kwenye somo hili anavyoeleza, anasema kwamba sio kwamba hata yeye ameshafikia ukamilifu. Anaendelea kujitahidi siku kwa siku ili afikie lengo kuu ambalo ambalo ni lipi? Kumjua Kristo zaidi na kushiriki i utukufu wake. Kumbe kilichokuwa kinamsumbua anahangaika na kufungwa bila kukata tamaa ni nini? Kuweza kufikia utukufu wa Kristo ambao alikuja kupata sini mtakatifu. Kumbe pengine mimi na wewe yote tunayofanya, kinachotusukuma si kingine, ni kupata utukufu wa Kristo. Kuna kuna picha moja ilitoka kwenye mitandao, mtakuwa mliona. Kuna bwana mmoja, upande mmoja, kapicha kamoja, anavuta ng'ombe anajaribu jaribu kumvuta hivi , lakini ngombe amesimika miguu hivi. Na ngombe alivyo mzito hakuweza kumsukuma. Lakini kuna katoto picha ya pili. Katoto kameshika eh, kamba ya ngombe shingoni. Alafu mbere kana fimbo mbere kameweka nyasi hivi. Kwao wanatembea, ngombe anaona nyasi, anataka azile. Alafu ngombe anatembea tu mwenyewe. Kwa urahisi sana. Mtakuwa mlione. Eh. Lakini mwingine anatumia nguvu afauru ng'ombe nasimika, na ng'ombe akisimika haweza uwezo ukamvuta. Sasa Paulo, kilichokuwa kinamvuta ni zile nyasi za kwenye fimbo eh, ya yule kijana kwa urahisi tu. Na wewe ukifahamu lengo lako kwamba ni wapi naenda, mambo yataenda. Lakini usipofahamu pengine, unakuta tunayumba, unaenda huku unaenda huku. Lakini ukiwa unajua lengo lako itakuwa rahisi na nyie mnajua zaidi kwenye mambo yenu, huwa mnaweka mikakati ya mwaka huu, bustani nimelima, lazima niweke msingi, na mnaweka misingi ya nyumba, au mwaka huu nakopa mkopo fulani laki tano, akina mama mnachangiana, mnachangiana kila mwezi mnavitaji labda elfu kumi ishirini, alafu baadaye mnakopana, basi lengo lako upate fedha fulani uweze kuizalisha. Sasa na sisi tunachofanya, mimi na wewe, na ndiyo maana mmeacha shughuli zenu zote hapa, tulizo nazo ni kupata utukufu ambao Paulo anaoongelea, anasema kwamba na mimi lazima niupate. Maneno haya yanatualika eh, kama maneno ya Mama Teresa, sasa tuache kujifunga na yaliyopita Paulo aliandikaje ule mstari wa wa kumi na tatu? Anasema hivi, ama kweli ndugu zangu, sidhani kama nimekwisha pata tuzo hilo, analo litafuta, lakini jambo moja nafanya, nayasahau yaliyopita na kufanya bidii kuyazingatia yale yaliyo mbele. Sasa hii ni lugha ya wanariadha, anapiga mbio wanariadha, pengine msione wanakimbia pale kwenye television au kwenye uwanja mkazani, kwamba wana kazi ndogo kubwa sana. Tena wale wa kimataifa, ukiangalia kama wale wa Kenya na wa Ethiopia ambao wanashinda kimataifa, wakati mwingine unaweza kuta amevaa tai la gari kubwa huko shingoni, mfano analivuta kwenye mlima, kusuda aweze kupata pumzi. Hata hao na muziki, nakumbuka kwa mfano Michael Jackson eh? Michael Jackson amefariki elfu mbili kama kumi na ngapi sijui. Michael Jackson alikuwa anacheza mziki ule, lakini alikufa kwa sababu ya mazoezi, lakini kilichomuua zaidi ilikuwa ni kukosa usingizi. Alikuwa na presha kubwa, wanataka kwenda Ulaya na, na wanamziki wake kupiga mziki vituo mbalimbali, akawa anatumia madawa kusudi apate usingizi. Ile dozi ikawa kubwa, alafu akafariki, kamuua Vijana mtakuwa mnamfahamu mchezaji na wazee Cristiano Ronaldo, we mwanamchezo, mwana mwanasoka, huwa namfuatilia na maneno mazuri huwa anasema kwamba mimi sina karama kwamba nina kipaji cha kucheza mpira, ila nafanya mazoezi makubwa. Wengine wakienda gym kufanya mazoezi kwa risali moja, mi wanaongeza nusu saa. Wengine wanaamka saa kumi na mbili mi naamka saa kumi na moja na na mtoto wake anaitwa Cristiano Junior mwenyewe anamfundisha mpira, anasema anakuja na yeye taratibu taratibu, hafurahi maisha. Msione hapo wana pesa, wana magari makubwa, Ronaldo ana ndege yake. Si kwamba wanayapata hivi, wanahangaika. Kimsingi wanakuja kula maisha baada ya kustaafu, watu hao, wachezaji wakubwa, wanamuziki wakubwa wa kitarabu na kunywa pombe hivi hivi. Hao wanakula mavyakula, nayo utakula utakutana kitambi. ah -ah. lazima mwili uwe safi na imara kupambana, lengo wapate tuzo, lengo wapate fedha, lengo wapate lile kombe ambalo wanashindania. Sasa na sisi jimu yetu hiyo, tuwe tunaamka mapema. Pengine mwenzako akisali rozari moja, pambana, we sali rozari mbili. Mwenzako akija kuabudu hapa siku moja, we abudu siku mbili au siku tatu maisha ni kupambana. Sasa anasema sidhani, anasema sasa nayasau yale yari yaliyopita na kufanya bidii kujazingatia yale yaliyo mbele. Yale yari yaliyopita nayo yaongelea ni mambo gani? Si mnafahamu maisha ya Paulo yalivyokuwa nyuma? Alikuwa Mwayahudi salfu kabisa, aliyeshika sheria ya Musa, ambaye aliwatesa Wakristo kwa sababu alikuwa anaona wanaenda kinyume na dini ya Kiyahudi, lakini alipopata kumjua Kristo alipomtokea sasa, ameanza maisha mapya ya nyuma anayaacha, alafu anaanza sasa kuyaangalia yale ya mbele. Sasa wapendwa, Paulo anasema na yasahau yaliyo nyuma, na kaza mwendo kwa yaliyo mbele. Hapa sasa ndiyo linakuja kwa wa msemo wa Mama Teresa wa Calcutta. Jana imepita, kesho haijafika bado, tulicho nacho ni leo tu basi. Na tuanze ee. Baba wakati alipokuwa hai tulipokuwa wadogo shule ya msingi kule, kwetu kuna hifadhi sasa hivi ya ya wanyama ni ya taifa, si umbali mrefu sana kutoka nyumbani. Labda kama hapa na Ndala, na na ndala hifadhi na kuna wanyama. Hiyo hifadhi inaenda mpaka Rwanda, upande mwingine inaenda mpaka Uganda. Sasa hivi wanyama tembo nini digidigi hata mtu namshika hivi akimbi, lakini wakati akina baba ni vijana, sisi tuko shule ya msingi, walikuwa wanawinda. Nakumbuka tulikuwa tunakula nyama ya pori mpaka tunaichoka. Kuchoka nyama ya pori ilikuwa ajabu sana. Sasa aliwahi kutuambia hivi kwamba yule yule nyati, nyasi ambazo ana uhakika nazo kwamba ni, ni zile zizoko tumboni kwamba nimekula, lakini yuko anakula nyasi, anasema da, zile ni nzuri, ngoja nitazila kesho. Ah, hapana, maka anaweza kufutana na simba akamuua. Kwa alicho kuwa nacho uhakika cha alicho kuwa nacho na uhakika ni kile kilichopo wapi? Tumboni. Kama watu ambao unakuta wanahangaika kimaisha chakula alicho nacho ni cha leo, ambacho tuko ndani. Kesho anaenda kutafuta tena kilo moja ya unga kwa sababu ya ugumu wa, wa maisha. Sasa maneno haya mafupi ya mtakatifu Mama Teresa yana hekima kubwa kiroho. Jana imepita, kesho haijafika bado, kilichonacho ni leo tu. Basi tuanze. Mama Teresa anaongelea mambo makubwa sana, tuanze na hili: jana imepita. Wengi wetu tumebeba mizigo ya jana, makosa tuliyo tenda jana, labda juzi, dhambi eh, tunakumbuka dhambi za nyuma. Mwingine anaweza akaungama, akaungama tena mara ya tatu, mara ya nne, amini kama ile dhambi ali kweli imeondolewa. Na padre anaungama hapa, wiki jana enda makokora kwa Wahinda, naungama anaenda wapi huko, anakutana na padre mzungu, anasema huyu tena dhambi leo zitatoka vizuri. Anaungama tena haamini kama dhambi imetoka. Majeraha sasa ya majeraha, si maanishi majeraha ya ya ajali au kujikwa, majeraha ya, ya, ya hisia mbalimbali, watu waliotutesa, waliotumiza majuto. Ningelijua bwana, ningelikuwa hivi na hivi. Unajua mimi bwana, ningelikuwa mbali sana lakini baba yangu hakunisomesha. Watoto wote wakasoma, lakini baba yangu hakunisomesha. Sasa baba yako sasa hivi ameshafariki kwa mfano, au wewe mwenyewe una miaka 45 utaenda kusema memo kwa sababu ile masomo ya jioni au QT iwezekane sasa. Kwani tuendelee kulaumu wale? Mlio hudhuria semina yetu ya afya ya akili, mambo yote tunayotendewa yaliyo mazuri kuwa tu yahifadhi sana na hayahifadhiki, yani yanatoka haraka haraka zaidi, lakini yale mabaya ndiyo yanahifadhiwa chini ya mimbari. Walikuja watu wachache, lakini ilikuwa semina nzuri sana na wakati fulani fulani yanakua kutoka chini yanakuja juu. Ndio maana unaweza kuta una hasira asubuhi, unaamka mambo hayaendi. Sasa jana imepita. Sasa Mtume Paulo anasema kwamba nimesahau yaliyo pita na kazi kazi yaliyo mbele na kazi wa mwendo, kwa sababu ya thawabu, kwa sababu ya zawadi ambayo ni wokovu. Kumbe hatuwezi kubadilisha aliyopita. Kama baba yako hajakusomesha una miaka thelathini sasa hivi ni vigumu, kuna nini, kuachilia. Kuna mama moja pale kijini kwetu alipokuwa mmewaka anamtesa, anasema ningelikuwa nimejua ningelikuwa mtawa sasa mamu na watoto wakubwa sijui sita utaweza kuingia utawa kule sasa hivi. Arafu anataka utawa kwa sababu mume wake anafanya nini? Anamtesa. Pengine an, an, an, angeruhusiwa labda na askofu fulani akawa mtawa. Angeweza kwenda kule pengine akakutana na utawa na pengine kule kuna moto. Ingejua singeingia huko utawa. <laughs> Ni hatari sana. Sasa acha majuto ya jana. Achilia chuki na majeraha jana ni mali ya rehema ya Mungu, tuiache. Sasa kesho haijafika sasa kesho haijafika bado ni, mwje, ni, ni, ni fumbo. Ni kweli tunawaza sana juu ya kesho kabisa, na lazima tuwaze, tuwe na mipango, tutakula nini, tutavaa nini, maisha yatakuaje. Tena kama nyinyi mnawaza zaidi pengine kuliko sisi. Sasa hivi kuna watu wako hapa anafikiria karo ya mtoto aliyemaliza darasa la saba itakuwaje mwakani Januari. Kuna watu hapa anaishi nyumba ya kupanga anafikiria labda kujenga. Kuna watu hapa anafikiria hivi, nikiugua pesa nitaitoa wapi ya kununua ni sudozi vitu hivyo. Maisha ya baadaye yanatupiga wasiwasi sana, lakini Imani inaimaanisha kumwamini Mungu hata kama hatuoni mbele. Mbere ndiyo Mama Teresa wakati mwingine alisema, siombi mafanikio, naomba uaminifu. Siombi kwamba nifanikiwe sana, ila niwe mwaminifu kwa yale madogo. Kumbe tumwamini Mungu kwa moyo wote na tutapata utulivu. Sasa tulichonacho ni leo, yaani wito wa kwanza sasa hapa ndipo moyo wa mafundisho haya unapoingia. Kilicho nacho leo tu. Kila siku Mungu anatupa fursa mpya ya kumpenda, kumtumikia na kuanza upya. Kila siku inayokucha, kila alfajiri ni neema mpya. Mtakatifu Agustino aliwahi kusema, Mungu ameahidi msaada wa toba yako, lakini haku hakukakishia kesho. Kwa hiyo seme, usiseme nitabadilika kesho, nitasamehe kesho. Fanya leo. Kama nikupenda penda leo, kama nikusamehe samehe leo, kama nikuomba omba leo, kama nikutabasamu tabasamu leo. Ule msemo maarufu wa Father Kurwa, wanafunzi wameona, mko hapa, nimekuja kuungama. Alikuwa anawaungamisha sasa. Ule msemo nitaungama baadaye. Sasa huyo ni mwanamume mwanamke nisema na mwenye waje sauti. Amtafutie sauti nitaungama baadaye. <laughs> Mzee, kubwa msemo wako maarufu. Bila shaka wanafunzi wa mihayo, nyote mmeungama. Msiseme nitaungama baadaye. Ah, hapana, leo tu. Kwa hiyo omba leo. Kuwa mwaminifu katika mambo madogo, maana humo ndimo nguvu yako ilipo. Sasa mwisho, tuanze sasa, tumalize mahubiri yetu. Mama Teresa hakusema niache nianze, bali tuanze. Ni mwaliko wa pamoja, kila siku pamoja. Ndio maana kwenye ile sala tunayo sala asubuhi tunasema njoo Roho Mtakatifu, ni mutakatifu, ni mwanzo mpya hata kama tulianguka, na kweli wote hapo tulishaanguka, neema ya Mungu inasema anza sasa hata kama jana ulikosa imani, leo sema Bwana, ongeza imani yangu. Hata kama moyo wako ulikata tamaa jana au leo, sasa sema tuanze upya. Rehema ya Mungu mpya kila asubuhi, hakuna siku iliyochelewa kuanza kumpenda Mungu. Basi wapendwa, tuishi katika neema ya sasa, acha jana Mwenyezi Mungu na samhewa, kabidhi kesho, hatujui ni lini, mikononi mwa Mungu. Na ishi leo kwa upendo, kwa furaha na kwa imani. Tulicho nacho ni leo tu. Basi tuanze. Leo ni siku ya wokovu, leo ni wakati wa neema, leo ni wakati wa kumpenda Mungu kwa moyo wote. Ee Bwana, nifundishe kuishi leo kana kwamba ndiyo siku yangu ya kwanza ya mwisho na ya pekee. Niondolee mizigo ya jana, nipe ujasiri wa kukabiliana na leo, na niweke mikononi mwako kwa ajili ya kesho. Roho Mtakatifu, tusaidie kuanza upya katika upendo.